Ziara ya eneo la Mashariki ilifikia tamati pale muungano wa Jubilee ulipoendeleza kampeni zake katika kaunti ya Embu wakianzia Gashoka na Siakago kabla ya kuzuru maeneo ya Chuka na Chogoria katika kaunti ya Tharaka Nithi huku mkutano wa mwisho ukifanywa Runyenjes Embu. Katika uchaguzi wa 2007 Chuka hii ilipatia mheshimiwa Kibaki kura nyingi kuliko kaunti zingine. ikibaki kwa sababu kazi alifanya kum... Kuna... kwena ganya si kazi alifanya na mimi naamini ya kwamba kazi hiyo ingekuwa mara ishirini kama ni kusikusumbuliwa na watu wengine wale ambao wamtegawia sawia na walioyasema awali. Vigogo hao walikuwa na imani ya kubuni serikali mpya kutoka Eastern Province yote, tulikuwa wawili Mheshimiwa Nyaga na Charity Ngilu, yule mwingine alikuwa Mheshimiwa Ruto, yule mwingine alikuwa Balala, na alikuwa Musalia Mudavadi. Tulikuwa wasita. Pamoja na yule wote watano tumetoka huko tukamwacha, lakini mmoja wetu wa kutoka Eastern Province tukamwambia hapa si pahali pazuri ya kwenda. Tumejaribu na tumeshindwa. Tukae pamoja na Uhuru Kenyatta. Swala tata ambalo limeibuka leo la tume ya mawasiliano kufunga mawimbi ambayo hayajalipiwa leseni halikuepuka katika mkutano wa leo wa Jubilee. We want every citizen to make informed choices when they are electing their next government. Tunataka media yote iwe free, hatutaki kusikia ya kwamba kuna mtu anasumbuliwa ati ndiyo kuwe kuna excuse. Hakuna. Wakati huo huo, matayarisho yamekamilika katika uwanja wa Kasarani ambapo viongozi wa Jubilee watazindua manifesto yao hapo kesho. Siasa zinaonekana kuchacha moto katika kipindi hiki cha Lala Salama, na huku muungano wa Jubilee ukitarajiwa kuzindua rua zake hapo kesho, bila shaka ni kinyang'anyiro kikali na wanasiasa wakitarajiwa kutifua kivumbi kikali. Carol Nderi, KTN, katika eneo la Chuka.